Na moja kwa moja katika habari za kimataifa tu kuangazia katika taifa la Marekani, ambapo naweza nikasema hayawi hayawi sasa yameweza kuwa. Kila mmoja alitamani kuweza kuona mazungumzo ya amani yanafanyika kati ya Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Rais wa Urusi Vladimir Putin kuweza kuzungumza kwa pamoja jinsi gani ambavyo wataweza kuondoa mgogoro wa vita ambao upo kati ya haya mataifa mawili, kati ya taifa la Urusi pamoja na taifa la Ukraini. Lakini hata hivyo kwa siku ya jana, mazungumzo yameweza kufanyika kwa njia ya simu. Vitu vingi sana wameweza kuvizungumzia, ikiwemo ni pamoja na taifa la Urusi kuacha kufanya mashambulizi katika taifa la Ukraine, hususan katika upande wa miundombinu ya nishati. Tukumbuke tu ni kwamba uh, miezi miwili imeweza kupita, ambapo uh, taifa la Urusi liliweza kufanya mashambulizi kati ya miongoni mwa miundo mbinu ya nishati ambayo inapatikana katika taifa la Ukraini na kuweza kusababisha taifa hilo la Ukraini kukosa umeme ndani ya siku moja lakini hata hivyo katika mji wa Kivu ambapo na ambao kuna takribani ya wananchi milioni moja ambao walikuwa wameweza kutaabika kwa kukosa umeme kwa sababu tu ya mashambulizi ambayo taifa la Urusi iliweza kufanya upande wa Ukraine kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo wameweza kujadili ni pamoja na taifa la Urusi kuacha kufanya mashambulizi katika upande wa Ukraine lakini hata hivyo tunafahamu zaidi ni, ni kwa nini ni kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin yeye anaweka vizuizi vikubwa sana katika taifa la Ukraine na kuendeleza mashambulizi. Tukumbuke ni kwamba kwa wakati uh, mazungumzo ya awali ambayo yaliweza kufanyika, Rais wa Marekani Donald Trump aliweza kutangaza akisema kwamba katika upande wa Uh, Ukraine basi mashambulizi yatasimama ndani ya mwezi mmoja, lakini ndani ya mwezi mmoja huo bado tukaweza kuona mashambulizi yakiendelea kutokea katika taifa la Ukraine, lakini huku masuala mbalimbali ambapo kwa siku ya wa jana waliokuwa wameweza kuzungumza uh, bado rais wa uh, Urusi Vladimir Putin ameendelea uh, akionyesha kushikilia msimamo wake ule ule kwamba kwa upande wa taifa wa la Ukraini wakitaka kusema mashambulizi yaweze kuachwa kati ya haya mataifa mawili, basi inabidi Ukraini aweze kufata masharti aliyopewa na taifa la Urusi. Na ukija kuangalia yale masharti moja kwa moja, rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky yeye ya aliweza kuyakataa na kuyapinga akisema ni masharti ya unyonyaji katika taifa lake. Na hayo ni masharti gani? Nikija kuangalia miongoni mwa a masharti ambayo Zelensky aliweza kupewa kutoka kwa taifa la Urusi ni pamoja na yeye kutaweza kujiunga katika umoja wa kujihami wa NATO, lakini sambamba na hilo kuweza kupunguza wanajeshi katika taifa lake la Ukraine. Lakini so masharti hayo tu mawili, kuna sharti mojawapo ambayo ni sharti katika taifa la Ukraine waweze kuzungumza lugha ya Kirusi, lakini ni pamoja na kuweza kuchukua utamaduni wa taifa wa, wa taifa la Urusi na kuweza uh, kuishi katika taifa lao la Ukraine. Ukija kuangalia masharti yote hayo, rais wa Ukraine Zelensky yeye aliweza kuyapinga, akisema masharti a ni hafai na yapo kwa ajili ya kuweza kukandamiza taifa la Ukraine. Lakini ukija kuangalia au vita hii ambapo iliweza kuanza tarehe 22 mwezi wa pili mwaka 2022 mpaka mwaka huu 2025, tayari ni miaka mitatu ya mgogoro wa vita ambao unaendelea kati haya mataifa mawili, na kuna msiki, una kipindi ambapo tuk tumeweza kuona kuna baadhi ya mataifa yakajitokeza waziwazi kuonyesha kwamba wapo upande wa Urusi, lakini vile vile na kuna baadhi na yenyewe ya mataifa yakajaonyesha wazi wazi wapo upande wa taifa la Ukraine. Lakini hata hivyo kuna mengi sana, tukumbuke wakati ya mgogoro wa vita unavyoendelea, kuna kipindi ambapo Rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un yeye alionesha moja kwa moja kuweza kusapoti taifa la Urusi, lakini katika kusapoti taifa hilo la Urusi akasema kwamba atawasaidia katika upande wa kijeshi tukasema ni kwamba sasa Kim anataka kufanya nini katika taifa la Urusi? Kama unavyojua katika taifa la Korea Kaskazini, rais wa nchi hiyo Kim Jong Jong-un, yeye huwa na utaratibu wa kwenda kutembelea katika kambi za jeshi na kuweza kwa, kutazama zaidi vifaa za vifaa vya kivita, lakini baada ya kujitokeza waziwazi kusema kwamba anasapoti taifa la Urusi, tukiona ni kwamba akisema yupo tayari kuchukua baadhi ya wanajeshi wake na kuweza kuhamishia katika taifa la Urusi, ili mradi tu aweze kumsapoti Urusi katika vita ambao anapigana kati ya haya mataifa mawili Ukraini pamoja na Urusi, kwa mara ya kwanza aliweza kutoa wanajeshi wake elfu moja na kuwapeleka katika taifa la Urusi kwa ajili ya kuweza kusapoti vita hiyo. Baadhi ya mataifa yakaibuka waziwazi kumpinga vikali sana Kim Jong Un kwa kuweza kufanya kitu kama hicho lakini hii haikumfanya kumzuia yeye kurudi nyuma. Kusema kweli, labda kwa hiki ambacho nakifanya, baadhi ya mataifa wameonyesha kwamba kuniangalia mimi kwa hiki ambacho nakifanya, basi labda inabidi nisimame na kuweza kufanya shughuli zingine. Lakini hii ndio kwanza ikampelekea Kim Jong Un kuongeza wanajeshi wengine tena katika taifa la Urusi kwa ajili tu ya kuweza kusaidia vita ambayo Urusi anapigana kati yake yeye pamoja na, pa na Ukraine na hii ikamfanya raisi wa Ukraini Zelensky kuweza kupata mashaka, kwa sababu ukija kuangalia yeye huwa anaomba tu msaada katika baadhi ya mataifa ambayo yajionyesha waziwazi kuweza kumsapoti ikiwemo ni taifa la Marekani. Tukumbuke ni kipindi ambacho rais wa Marekani alikuwa ni Joe Biden, ambaye alikuwa akimsapoti Zelensky katika kila hatua kwa ajili ya kuweza kumwezesha kuweza kushinda uh, mgogoro huu wa vita ambao unaendelea. Zelenski akawa ni mtu ambaye sasa anaomba misaada zaidi katika baadhi ya mataifa hususan katika Umoja wa NATO kuweza kuomba msaada zaidi ili kuweza kukabiliana na taifa la Urusi. Lakini uh, baada ya Zelenski kuona kwamba misaada sasa anaozidi kuomba katika taifa la Urusi, kuna kipindi ambacho Zelenski alikata tamaa kabisa, kusema kwamba hii vita sasa ambapo inaelekea Uh, aliona kabisa kwamba Urusi anaweza akashinda, kwa mtazamo wangu mimi navyoona, kwa sababu kuna kipindi ambacho rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisitisha misaada upande wa NATO, na akasema kwamba hataki tena waweze kumsaidia, atasimama yeye mwenyewe katika vita ambayo inaendelea. Lakini baadaye sasa baada sasa uh, ya kuona kwamba maji yameweza kuzijiunga, Zelensky akawa amekubali tena kuweza kupata misaada katika baadhi ya mataifa lakini hata ukija kuangalia kwa upande sasa wa rais wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, baada ya kusapoti wanajeshi kwenda katika taifa la Urusi, tukaona sasa akaanza kusajili wanajeshi wapya katika taifa lake na ndani ya siku moja aliweza kusajili wanajeshi wengi zaidi, takribani wanajeshi milioni moja waliweza uh, kusajiliwa katika taifa hilo. Hii ikamfanya rais wa Ukraine Zelensky na yeye asajili wanajeshi wapya katika taifa lake, lakini mambo yalikuwa ni tofauti, kwa sababu hata idadi ambayo aliweza ku, aliweza kuisajili ndani ya siku moja ilikuwa ni idadi ndogo sana ya wanajeshi lakini hata ukija kuangalia mgogoro huu wa vita ambao unaendelea kati ya haya mataifa mawili, kuna watu ambao waliweza kujitokeza waziwazi wazi wazi wakiwa ni wapatanishi kwa ajili ya kuweza kuondoa mgogoro huu wa vita kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Ndipo hapale ambapo tukaweza kumuona ambaye ni waziri mkuu wa India Narendra Modi akajitokeza waziwazi na yeye wazi wazi wazi kusema kwamba anataka aondoe mgogoro huu wa vita ambao unaendelea kati ya taifa la Urusi pamoja na taifa la Ukraine kwa mara ya kwanza akafanya ziara katika taifa la Urusi, akaenda kuzungumza nao jinsi gani ambavyo wataweza kuondoa mgogoro huu wa vita lakini hii ikaleta picha tofauti kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Akaona kama vile labda waziri mkuu huyu wa India anafanya ziara katika taifa moja na kuweza kuliacha taifa lake la Ukraine, lakini lengo la Narendra Modi ilikuwa ni kuweza kutembelea mataifa yote haya mawili. Lakini tukaona ni kwamba baada ya kutembelea taifa la Urusi akaenda katika taifa la Marekani na kuweza kuzungumza na rais wa Marekani wa kipindi hicho Joe Biden, kuweza kuzungumza kwa pamoja jinsi gani ambavyo wataweza ku ondoa mgogoro huu wa vita ambao unaendelea. Na baada ya hapo, ziara yake kamalizia katika taifa la Ukraine kuweza kuzungumza na Zelensky pia ni jinsi gani ambavyo wataweza kuondoa mgogoro huu wa vita ambao unaendelea kati ya haya mataifa mawili. Lakini jitihada zake naweza nikasema zimegonga mwamba kwa sababu baada ya kufanya ziara zote hizo kati ya Urusi, Marekani pamoja na Ukraine, lakini bado vita iliendelea kwa pale pale kati ya haya mataifa mawili kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Lakini wakati mgogoro, um, huu wa vita ukiwa unaendelea na baadhi ya mataifa wakionyesha kuendelea kumuunga kwa kasi zaidi mkono upande wa Ukraine, huku baadhi ya mataifa ambayo alikuwa akionyesha kwamba anaunga mkono upande wa Urusi, basi alikuwa akiweza kuwekewa vikwazo. Mfano ni taifa la Irani ambapo Irani alijitokeza waziwazi akisema kwamba mimi nitaunga mkono taifa la Ukraini katika huu mgogoro wa vita ambao unaendelea. Tukaona kwamba taifa kama Marekani ikaweza kuwekea vikwazo katika taifa la Irani, ikiwemo ni pamoja na ndege za taifa hilo kutoweza kusafiri katika taifa la Marekani. Lakini hii wakati haya yote yanaendelea, mambo yote yanaendelea, kipindi ambacho sasa rais wa Marekani Donald Trump alivyoweza uh, kuchaguliwa rasmi kuwa rais wa Marekani, miongoni mwa ahadi zake ambazo ameweza kuahidi ni pamoja na kuweza kuondoa migogoro yote ya vita ambayo inaendelea upande wa mashariki ya kati. Nazungumzia, Uru, nazungumzia ni taifa la Israel, taifa la Palestina pamoja na Lebanon. Lakini ni pamoja na mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya Urusi pamoja na Ukraine, na akasema kwamba pale tu ambapo ataweza kuingia madarakani rasmi, basi mgogoro huu wa vita unaenda kuisha. Lakini baada ya kuingia madarakani, watu wengi wameweka matumaini kwa Donald Trump ndio mtu mmoja ambaye pekee ataweza kuondoa huu mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya haya mataifa mawili, lakini tukaona aliweza kufanya jitihada mbalimbali. Baadaye alivyoweza kuzungumza sasa na waandishi wa habari, Donald Trump akasema kwamba mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya haya mataifa mawili, akizungumzia Urusi pamoja na Ukraini akasema naomba, mnipatie miezi sita ili kuweza kuondoa mgogoro huu wa vita ambao unaendelea kati ya haya mataifa mawili. Lakini tumeweza kuona jitihada mbalimbali rais wa Marekani ameweza kuzifanya kwa ajili ya kuweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya mataifa mawili, ni pamoja na kuweza kuzungumza na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, walikawa na kuweza kuzungumza jinsi gani ambavyo wataweza kuondoa mgogoro huu wa vita. Lakini ni pamoja na yoyote hayo, kuna kipindi ambapo Rais wa Marekani akawa anazungumza akisema kwamba akitaka labda aweze kumsapoti Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky basi aweze kumpatia kama fidia, kwa kuwa ni Marekani wamekuwa ni mshirika mkubwa kwa kuweza kumsaidia katika mgogoro huu wa vita ambao unaendelea. Ndipo pale ambapo tukamsikia rais wa Marekani Donald Trump akiataka madini kutoka katika taifa la Ukraine, hii ikimfanya Zelensky kuweza kusita kuweza kusema basi hataweza kumpatia madini hayo, akaandaa mkataba kwa ajili ya kuweza kusaini ya kuweza kumpatia madini hayo katika taifa la Marekani. Lakini wakati wa mazungumzo kuna stofa hm ambayo iliweza kutokea kati ya watu hawa wawili na kutoweza kufikia muafaka, na hii ikapelekea rais wa Ukraine Zelensky kuweza kuondoka katika taifa la Marekani na kwenda katika taifa la Uingereza na kuweza kuzungumza nao masuala mbalimbali, lakini lengo ni kuweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya haya mataifa mawili Urusi pamoja na Marekani, tunasema hayawi haya hayawi sasa yamekuwa. Tumeweza kuona ni kwamba tayari rais wa Marekani Donald Trump ameshafanya mazungumzo na Raisi wa Urusi Vladimir Putin kwa ajili ya kuweza kuondoa mgogoro wa vita ambao unaendelea kati ya haya, kati haya mataifa mawili Urusi pamoja na Ukraine. Kwa hiyo tunaweza kutegemea makubwa zaidi kutokana na mazungumzo yao waliweza kuyaongea, na miongoni mwa masharti ambayo raisi wa Urusi ameweza kupewa kutoweza kufanya mashambulizi katika upande wa miundombinu ya nishati mtazamaji, ni saa 2 na dakika 59 ndopo ambapo tutamatisha Morning Victory siku hii ya leo. Mimi naitwa Georgina Mwatatu, endelea kutazama Rabi TV kisima cha maarifa.